Habari. Je, umewahi kugunduliwa na ugonjwa wa Gilbert? Hii ni hali ya kawaida ambapo kiwango cha bilirubini hubaki juu. Kawaida ni kati ya moja na tatu au tatu nukta tano na nyingi ni kwa sababu ya sehemu isiyo ya moja kwa moja. Yaani, ukiangalia ripoti yako ya LFT, bilirubini isiyo ya moja kwa moja itabaki juu na sehemu ya moja kwa moja itabaki chini sana au karibu na kawaida, na vimengenya au viwango vya SGOT au SGPT hubaki kawaida. Hivyo basi huu ndio muundo wa kawaida wa ugonjwa wa Gilbert. Sasa hii ni nini hasa? Ni hali ya kurithi na itadumu maisha yako yote. Kila unapopima LFT yako, bilirubini hubaki juu. Je, unahitaji matibabu yoyote kwa hilo? Hapana, sababu ni kwamba haina madhara yoyote. Haimaanishi kwamba ini lako lina ugonjwa wowote. Kwa hivyo tunathibitishaje? Kuna kipimo cha vinasaba kinachoitwa UGT moja A moja na eh, ni cha gharama kubwa na hakihitajiki kila wakati.